Dada Martha karibu sana. yes, unaongeza, mm -hmm. mm -hmm. sauti. habari <laughs> za wapi? habari za Kenya na Tanzania, Kenya na Tanzania. Karibu, umekuja kwenye mradi wetu wa Wadada Center kwa ajili ya kufanya kazi na sisi. Ndio. na wewe ni professional dada, yes. umebobea kwenye mambo ya housekeeping na CV yako ni kubwa sana, naomba tuanzie hapo kuhusiana na kariya yako, um, na yako. Okay. Lini ulianza kujihusisha na shughuli za housekeeping na uzoefu wako ukoje? Okay, nilianza kujihusisha na mambo ya housekeeping mm, wakati niliona part ya teaching sipati pesa nahitaji. mm -hmm. Na pia wakati niliona hivyo, nikaona nijihusishe na housekeeping kwa sababu it is, ilikuwa so good mm -hmm. for me. It was on 2020 mm -hmm. wakati wa corona mm -hmm ndo nilianza kujifunza mambo ya housekeeping. Before hapo ulikuwa unafanya nini? I was teaching. Nilikuwa okay, nafundisha yes. Wewe ni mwalimu? Ndio. Umesomea? Ndio. Ulikuwa unafundisha wapi? Nilikuwa nafundisha Segerea, Se, mm-hmm. nani nursery school. Segerea iko wapi? Iko Tabata. Iko Tabata hapa Dar es Salaam. Ndio. Okay. Yeah. Na so, umefanya kwa muda gani? Nilifanya kwa uh, since 2016 until 2020. Nikaacha baada ya nika, mm. Yes. Kuona exactly. Okay. Ndiyo, kwa hiyo, ilikuwaje ukaingia kwenye hii karia ya mamsola ya uskipi? Okay, niliipenda. Mm. Kwa sababu first of all niliona ni karia nzuri na pia na wengine wanaiona mbaye, wewe mtazamo wako ilikuwaje ukaona nzuri? vitu okay. gani vilikuwa vinakuvutia? Okay, kitu ambacho niliona inanivutia kwanza mm. ni nilikuwa nafuatilia Wanawake Live when I was 18 years old. Mm -hmm. Yeah, ulikuwa my role model. mm -hmm. so nilikuwa nakufuatilia, so kipindi hicho nikasema acha nifuatilie hii alafu na pia zile post zako ambazo ulikuwa una post mm -hmm. zilikuwa zinanigusa mm -hmm. so that's why nika, na mimi nikaamua kusema niwepatia hii Wanawake Live mm -hmm. Yes. Uh, sasa ulikuwaje ukatoka kwenye ualimu mm -hmm. kuja kwenye hizi kazi za housekeeping ambazo kwa Tanzania tunaziona mm -hmm. ni kazi za nyumbani zinafanyika mm -hmm. majumbani. Uh, lakini wewe unasema ulitoka kwenye ualimu mm -hmm. na ualimu ulikuwa umesoma ngazi gani? nimesomea ECD ni nini? Uh, ni, ni, ni, diploma Uh, uh, yeah, a degree au certificate ambayo alichadu. Kwa hiyo, na yenyewe pia una una taaluma nayo ya watoto wadogo, na ndio hule ulifanya almost for four years, kama nimekusikiliza vizuri. Kwa hiyo, ukaona kwenye mambo ya watoto haikulipi, wa uje kwenye mambo ya Housekeeping. Uh, housekeeping. Okay. Kwenye mambo ya watoto mshahara ulikuwa unalipwa kiasi gani? Nilikuwa nalipwa kwanzia laki mbili na hamsini za Kitanzania. Okay, kwa hiyo Kwe ulivyoingia kwenye housekeeping ilibidi ukasome kwanza au ulianza kwa uzoefu? No ni, ilibidi nikasome kwanza, kwa sababu nilipata one of my sponsor ambaye ni my previous boss ambaye ndo alinipeleka shule Nairobi. mm -hmm. Ikabidi ni niingie shule oh. yes. Na nitaka nikuulize we ni mkenya ni Mtanzania? okay. Mimi ni Mtanzania. Wewe ni mtanzania kwa nini hiyo, um, naitwa lafudhi ama accent yako imekaa kikenya zaidi? Ni kwa sababu nimeishi Kenya na pia ma, my mother is a Kenyan woman. Uh-huh. yes. lakini baba yako ni Mtanzania? Baba yangu ni Mtanzania. Ni na na wewe ni raia wa Tanzania, kwa hiyo eh. okay. mm. ukienda Tanzania unakuwa kama mgeni ama hapana? Nikikuja Tanzania nakuwa mimi ni mwenyeji, kwa sababu au ukienda Kenya naulizia eh. ukiwa Kenya, Kenya unakuwa ni mgeni? Nikienda yani, Kenya mimi ni mgeni nikija hmm. huku mimi ni mwenyeji hmm. yes. okay. yeah. so umefanya kazi za housekeeping kwa muda gani? nimefanya for four years sasa hivi na miaka minne. yeah. okay. na umefanya na watu wa aina gani? Yaani, mataifa tofauti au umefanya tu na local like wa Watanzania au Wakenya wenyewe? yeah. Hapana, nimefanya na international client. mm-hmm. Yes. kwa hiyo miaka minne au, kwa hiyo miaka minne umekuwa na client mmoja au tofauti? ni mmoja tu, ni mmoja tu Ndi. na ulikuwa umebasic zaidi kwenye mambo ya housekeeping. Nilikuwa nimebase na mambo ya housekeeping peke yake. Okay. So imekuaje ukatoka sasa umekuja hapa? Kilichonifanya okay, ni, il, il, nikatoka mm -hmm. Kwanza nilikuwa nimemiss nyumbani mm -hmm. Na pia client wetu uh, client wangu huyo ambaye nilikuwa namfanyia kazi contract mm -hmm. yake ya kukaa Kenya ilikuwa imeisha mm -hmm. So alikuwa anatakiwa kurudi back to Germany. mm -hmm. Yes, that's why hata mimi nikasema sita risk tena kuenda, acha. mm -hmm. nirudi kwanza nyumbani Tanzania, ndio so baada ya kuwaza kurudi huku mm -hmm. ulikuwa na mipango gani? ilikuwa je umekuja sasa this now this time, this time mm -hmm. niliona nikikuja Tanzania sitaki nikae idle mm -hmm. na pia mambo ya teaching niliacha. mm -hmm. so nikaona nitafute kazi ambayo itanisaidia ambayo ni housekeeping. mm -hmm. That's why tena nikarudi kwa page yako ya Instagram mm -hmm. After that nika, mm -hmm. nika, nikaona post mm -hmm. Then uzuri walikuwa amenisave, nikawa na hiyo status. So after viewing the status, after it was on May, ndo nikaona kuna ingine hapo, niliipenda nika follow that number. From there ndo tukaanza kuchat namba, mm. yes. iliyokuwa imewekwa kwa ajili ya kwa mawasiliano ndio. okay. yes. So baada ya hapo, ndio uko hapa, ndio ukapatiwa maelekezo ya? kila kitu vitu unavyotakiwa kuja navyo na, yeah. So umekuja na nini na nini, katika vitu ulivyoelekezwa kuja navyo nini na nini? First of all nilikuja, nimekuja na barua ya utambulisho kwamba, mm -hmm. lazima ni- niwe identify kwamba mimi ni Mtanzania mm -hmm. so ndio nataka kujua kama ulikuwa unakaa Kenya, hiyo barua ya utambulisho umeitolea ume wapi? Nimeitolea kwetu niliku, niliku tunakoishi ambako ni wapi? ni Kifuru Tabata. Kule unaishi na nani? Na, na mama. na mama. Yes okay. Yes okay, na baba anaishi huko pia? Mama baba na mama wote wapo, wapo wako pamoja. Exactly. Okay, so nikachukua hiyo barua ya utambulisho kutoka kwa mtaa serikali mm -hmm za mtaa. mm -hmm. ni lazima tena uwe na na birth certificate ya cheti cha kuzaliwa. mm -hmm. lazima tena uwe na Mm hiyo -hmm. Sasa ni kwa ajili tulikuwa tunataka kuhakikisha okay. wewe ni Mtanzania kwa sababu atafanya kazi na watu ambao wanatoka nje ya Tanzania okay. Especially kama hawana work permit. wow. hizo yeah, challenges ndio zinapelekea tukihisi mtu anavyo kwanza, anazungumza kama sio Mtanzania okay. la food you can tell okay. Lakini wewe ulivyo insist kwamba wewe sio Mkenya ni Mtanzania, then ilibidi uprove kwamba kama wewe ni Mtanzania, tupatie vile vitu ambavyo vinaonyesha wewe Mkenya ni Mtanzania, ndio maana ukaulizwa hiyo basi lakini wengi waga wanatupatia barua mm -hmm. Uh, kwa sababu wadada wengi kwa, kwa uzoefu tu tunaona wanatoka hapa hapa exactly. yeah. kwa hiyo wewe ulikuwa na cheti cha kuzaliwa? Ndio nilikuwa nacho uh -huh. kingine? mm -hmm. na hiyo barua ya serikali za mtaa mm -hmm. na pia nilikuwa na nani hizi certificate ambazo nilikuwa nimefanya Mm -hmm. Housekeeping mm -hmm. Na pia nilikuwa na za yako vya shule ulizofanya. Yes. Shule mm -hmm. Lakini pia ulizokuwa mnapewaga una, vyeti gani? mm -hmm. Kama ukifanya kazi na mtu anakupatia nini? Okay, lazima akupatie reference letters yes, ambao yes. Ni recommendation letter kwamba ana identify kazi yako ambayo, mm -hmm. ulifanya pamoja uliofanya hiyo na pia umekuja boss ni... wako amekupatia. yeah. No, okay. mm -hmm. Hiyo ina umuhimu gani? Hiyo ina muhimu kwamba inaeleza how vile ulikuwa ukifanya kazi pamoja na yeye. mm. Yes. So kama una ulifanya vizuri mm -hmm. hiyo ndio inakubeba mm -hmm. maana yake pia watu wanapofanya kazi na watu mm -hmm. ni vyema wakafanya vizuri mm -hmm. na wakajenga mahusiano chanya ili unapoomba recommendation bosi aweze kukupatia. Kwa hiyo nakupongeza kama bosi amekupatia ya hizo Pasante. Of course tumeona CV yako ni nzito, ina vitu vingi Pasante. na nafikiri hata mimi ku, nilivyotaka kuongea na wewe kwenye hii content okay. Kawaida huwa tunaongea na wadada wote wanaopita hapa okay. Lakini yako ni very special kwa sababu mm -hmm. Tunataka ku inspire wadada wadada bado wanafanya kazi kwa namna ya kawaida hiyo okay. Kitu kinachowapelekea wanakuwa hawapati mishahara mikubwa yeah. Lakini kwa wale ambao wana invest kwenye kujifunza hizi kazi okay. Na kuweza kuboresha utendaji wao okay. kama wewe jinsi ulivyokuja na ile CV yako okay. Then inakuwa ni rahisi kwenda kwenye mishahara mikubwa. Wow. Kwa hiyo ndio maana tulitaka mm -hmm. Kwa namna ya kipekee kuwashauri wadada wa, okay. wa mm -hmm. Kitanzania ambao wako kwenye hii sekta ya housekeeping, okay. kwenye hizi kazi za ndani okay. Wafanyeje, wajiboresheje ili na wao waweze kutoka kwenye hizi levo za chini, kwa sababu wewe unaenda automatic tumekupangia kwenye kazi za laki tano za housekeeping okay. Lakini sio wadada wengi ambao wanaweza kupata hizo kazi ila kwa wewe umekuja na vigezo Mdia, na una, una uzoefu na vitu vyako vinaonyesha, hatuna kipingamizi, labda bosi wako sasa ka, aseme unashindwa kufanya kazi zake vizuri, but kwa CV ulizokuja nazo na namna ambavyo tumekufanyia interview, tunaona una deserve kwenda kwenye hizi professional za housekeeping ambazo mishahara yake ni laki tano okay. so yeah, unawashauri nini okay? Mm. wa dada, mimi nachowashauri wadada waipende kwanza kazi yao mm -hmm. kwa sababu kwenye hiyo mshahara wako haita identify kwamba this is housekeeping ambacho ambao umefanya. mm -hmm. Kwa, kwa sababu gani nakwambia hivyo dada, ni kwa sababu you need to love your work, penda kazi mm -hmm. Na the moment umependa hiyo kazi mm -hmm. itakusaidia, na, na vile itakavyokusaidia ita lazima pia uwe na malengo mm. Kwanza, the moment umekuwa na malengo ni nini unafanya? mm. utakuwa mbali. Mm. utafika mbali that focusing ya kazi yako. Mm. Yes, haya okay. mm. Sawa. Kwa hiyo na wewe malengo yako ulikuja nayo kwetu ni ya muda gani? Okay, malengo yangu mimi nataka ni wainspire wa... yaani, malengo yangu ni kuinspire wanawake mm -hmm. kwamba yaani nataka nikuje kuwa mwanabiashara mkubwa, to be honest. mm -hmm. kwamba si, si kwamba eti ni mm -hmm. nataka niishie hapa hapa nilipo, nataka nifike mbali. mm -hmm. na pia niwaonyeshe kwamba wanawake kwamba tunaweza. mm -hmm. yes mm -hmm. mm -hmm. wow. wasijidharau, wasijidharau. Safi basi, tunakutakia kila la heri. utapangiwa kazi Ndia. nenda kafanya kazi vizuri asante sana. na uendelee kuipeperusha bendera ya Wadada Center mm-hmm. kuonyesha kwamba professional dada wanaofanya kazi vizuri yeah. ili hao mabosi nao wazidi kutuamini na kuendelea okay. kuwapa fursa wadada wengine, kwa sababu bosi wako wakifanya vizuri pale kwake atakuja rafiki yake atamwambia, na huyu dada umemtoa wapi? atasema Wadada Center kwao okay. rafiki yake naye atakuja huku yeah, cool. na, kija huku dada mwingine atapata fursa, hmm. kupitia wewe, kwa sababu umekuwa na tabia nzuri uh, umeenda kuonyesha uh, yaani umeenda kuitangaza eh, kazi. But, mwisho wa siku hmm. wewe binafsi utaweza kufika mbali, kwa sababu hmm. Mungu wetu anasema anabariki kazi za mikono yetu hmm. kwa hiyo utakavyofanya kazi vizuri hivyo ndivyo Mungu atakavyozidi kukubariki. Kwa hiyo malengo ulionayo ya biashara. This is the first business biashara sio ile utakayoenda kufungua afta kupata hela okay. The first business ni hii ambayo unaenda kufanya kazi kwa nguvu zako okay, then bosi atakulipa, so you have to be very um kuhakikisha kwamba umefanya kwa ubora wa hali ya juu sana. Yeah, yeah? that is our culture ya utendaji wa kazi, hicho ndio na tunapenda kufanya kazi na kudili na wadada ambao wanafanya kazi kwa bidii na wanatabia njema okay. so please nenda katuwakilishe vizuri ukituwakilisha hmm, vizuri, unamwakilisha na Mungu vizuri ya, kwa sababu tuko hapa tunataja jina lake, na yeye ndiye ametupa pumzi, ametupa nguvu, yeah. na ametupatia hii platform. So ukifanya vizuri, unamtangaza yeye yeye, okay?